na hilo bomba mwanzoni kabisa kwa kuna wasichana yani, hamna idadi ya wasichana, nikimaanisha ni wengi sana na nataka ni introduce kitu kinaitwa leakage, yani kwamba kama bomba likitoboka, basi vitu vinaanza kufanya nini, kudondoka au kuanguka, na this leakage start from the family level kabisa, kutoka kwa wazazi wetu, baba, mama, extended family, nikimaanisha shangazi, kina baba mdogo na kadhalika kwa hiyo kumeanza kuwa na drop outs, in terms of inafika mahali labda ikifika darasa la saba au darasa la nne, baadhi ya wasichana wanadrop au naendelea, lakini kuna baadhi ya information au kuna baadhi ya attributes nakuwa nazikosa, yani inakuwa deprived of kutokana tu na society au gender roles ambazo tumezaliwa tumezikuta, hata wazazi wetu wamezaliwa wamezikuta. Kwa hiyo by the time mtu anakuja kuwa anapewa position kubwa, kama ni general manager au kama ni nini, but still utaona kuna vitu ambavyo vina means, lakini lazima tuangalie nyuma au background ya huyu mtu ametoka wapi, na society ilimdefine vipi, na wazazi na ndugu na jamaa wanaomzunguka walimface vipi. Kwa hiyo jinsi tunavyozidi kwenda ku, mbele sasa, sasa nazungumzia cycle ya mwanamke, ameshakuwa anaenda shule, shule nako kwanza baada ya shule kuna society, familia ya kwanza, familia ya pili, familia ya tatu inatengeneza community. Na kwenye community, kwa sababu kuna zile gender roles kwamba mtoto wa kike labda kuna sehemu pasu kwenda, au kuna sehemu au baadhi ya vitu atakui kuvifanya. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu tu kwamba hivi ni vya mwanamke na hivi ni vya mwanaume, na familia, society ikikusanyikana kikusa, inaunda sasa nguvu kwa hiyo hiyo nguvu inakuwa ni kama uniformity kwamba hii ndio inakubalika na jamii inakubali. Kwa hiyo tunaenda mbele, tukienda shule la kwanza mpaka la saba la saba mpaka form four, form four mpaka form six, tunakutana na watu sasa kutoka Arusha, Kilimanjaro, Arusha, Kilimanjaro, Mtwara, changanya, tunajifunza, lakini kumbuka tu kwenye kach ile la Kitanzania kwa kuna baadhi ya vitu unakuwa navyo, yani vinakuwa kama mzizi yani kama lijitu ambalo unakuwa nalo mpaka katika sehemu za kazi na kufanya maamuzi inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo challenges nimepanga katika mafungu mbalimbali mbali. Kuna tradition au culture ambazo nimezungumza kwamba wewe unatakuwa usikilize, unatakiwa labda kusema maneno mengi au labda katika mikutano, zile decision making processes unakuta mara nyingi hatuinazo lakini kuna challenge nyingine naita personal challenge, kwa sababu by nature, from the biology point of view, we are receivers, we receive. Yani we just receive, ndo ni chayetu, we receive. Lakini sasa ubaya moja, we receive negative stuff ndo vinakaa sana kuliko zile positive issues. Kwa hiyo tunavimpress vile negative issues in such a way tunaona familia itatuona vipi? Labda nataka kuwa mwanasiasa na najua kwa katika siasa na ndio it's a dirty game na mambo mengine inakuwaje? Je, field engineering nikienda, mbona kwenye class nasikia mwanamke anakuaga ni mmoja kati ya labda wanafunzi 30, yeah? Je, inakuwaje? Kwa hiyo unakuta umejaza vitu vingi sana negative na vinaingia kwenye akili in such a way unashindwa kumove forward, una stuck. Now those are the leakages nazozungumzia. Challenge nyingine ni harassment ambayo tutakutana nayo sana tu, na hii harassment nitalenga sehemu moja, lakini niliambiwa tena niongee na sehemu nyingine ambayo tunaijua wengi. Lakini ya kwanza kabisa nataka kuzungumzia ni harassment ya maneno. harassment ya maneno ni issue kubwa, na especially maneno au tunaita fitna, na hii ni ya wanawake kwa wanawake. Naona tupo na tunaelewana vizuri tu. wakati naongea hili ni kwamba labda ukipata unasema ah, mi nataka ni apply hii kazi bwana, unaenda kwa shoga yako, ndio mtu wa kwanza kwenda kwa shoga yako na unaenda kumwambia. Na mara nyingi we run to the people that we relate like to like. Kwa naenda kwa msichana mwenzangu, naambia bwana, nimeona hii position nataka ku apply. Ah, ya ya, yani wewe kwanza unaenda hapo kwanza, huko yani, huko kwanza kukufai, sio kwako, kuna wenyewe tayari silent. Lakini kuna fitna nyingine zinaundwa tu kwa ajili ya kukandamiza au kukuletea stress za kazi. It is very common, tutakutana nayo lakini there is a way ya kudeal na hayo mambo. Lakini harassment nyingine ni rushwa ya ngono, hiyo tunaijua wote. Na rushwa ya ngono inazungumzia upande wa pili, pande mbili, moja ni sisi wenyewe kujipeleka, lakini nyingine ni ya wenzetu, kaka zetu kutu, yani kuja kwetu sisi na kuna vitu viwili. Wakati unafuata unajiuliza, hawajaona wengine wote wamekuja kuniona mimi. Kwa hiyo you check what time, ndo kwanza nimeingia ofisini au nimepo post kubwa, na wanakuja kunifuata kwa ajili ya rushwa ya ngono. Wanapima where my weakness, where I my weakest point, ili mwisho wa siku maamuzi au ile progression au ile success yangu isiweze kuvuka. Hizo kesi ziko nyingi sana, lakini There are so many ways ya kuweza kuidentify kama mwanamke, na unaanza kujua from wazo hili linaenda wapi na litaishia wapi. Lakini kuna avenues nyingi za kwenda ku deal. Kuna being resistance, be courageous, na kufuata sheria. HR manuals zipo kwamba ukiwa harassed kuna ABCD. Kwa hiyo unakuta wengine hatuzungumzi, tupo tu, that means um accept. Lakini kuna wale ambao wako vocal, they talk, kwa wanasema pale amna haja ya kwenda. Kwa hiyo kuna hizo changamoto Changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo na hii ni kwa wale ambao wamefika level kubwa Ma managers, eh, wakuu wa idara, that I'm talking about power influence, yaani umepewa position, lakini sasa hauna ushawishi. Kwa hiyo unatuachia sana sisi wengine tunaotaka kuja eh, kwamba hata tukikupa nafasi mbona hatuoni kama yani